Kikubwa kimehappen kwenye social media. Mimi naitwa Seria Mvungi na hii ni IOTV Entertainment. nment um, kuna picha inasambaa kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Instagram mpaka kwenye group za WhatsApp na ni screenshot ya habari kutoka kwenye mtandao wa Metro UK ulioripoti kuwa msanii na mchekeshaji Anne Kansiime kutoka Uganda amekamatwa na polisi airport Uingereza kwa kujaribu kuingiza kilo mbili za madawa ya kulevya, lakini kwa mujibu wa mitandao, uh, mitandao mbalimbali wamekuwa wakiripoti kwamba it's not true. Basi nikaona sio mbaya ya kujaribu kupitia kwenye social networks za Anne Kansiime, lakini ilipofika kwenye Instagram yake picha ya, ya mwisho kabisa kuipost uh, ali alirespond kwa shabiki ambao walikuwa anauliza kama yuko sawa ama vipi, what's going on akasema kwamba yuko salama, lakini nikaona sio mbaya pia ya kupita kwenye Twitter account ya Anne Kansiime. Anne Kansiime kupitia Twitter yake ambayo anajiita at Kansiime 256 aliandika at National Theatre Kampala Uganda, ready for tonight youre with my family. Lakini pia kabla ya hiyo alikuwa ameandika going live in 20 minutes let's get mad together my ninjas shared blessings indeed. Ishu nyingine leo, Shilole alipost picha Instagram na, na kuandika maneno ambayo yamejaza sintofahamu kwa watu wengi. Unajua watu wana post captions za ujumbe mbalimbali, lakini hii imekuwa deep kidogo. Shishi aliandika, binadamu sisi watu wabaya sana. Ah, mtu yupo radhi ya kufanyia jambo baya au hata kukuua kwa ajili ya jambo lake yeye binafsi. Dah, sema mimi siwezi kulipa wema kwa ubaya. Unadhani Shishi anazungumzia nini? Usiache kuniandikia hapo chini kwenye comments. Wema Sepetu alitumia ukurasa wake wa Instagram na kupost picha ya Yusuf Manji ambaye pia ni mwenyekiti wa Yanga Sports Club uh, uh, na kuandika kwamba alhamdulillah, I said it once and I'll say it again what doesn't kill you, makes you stronger on behalf of Young Africans, niseme tu asante Mungu kwa kututolea Manji wetu ndani mule. Ndani sio sehemu nzuri kabisa jamani, na anayekupeleka kule hawezi kuwa rafiki hata kidogo, tena wakukaa naye mbali kabisa. Inshallah All will be well. Nimefurahi kwa kweli, kama kawaida, sitaki maoni, and naona hii ndio, ndio iwe mfumo mpya. Uh, turn off comments basi, all in all welcome back, ni mtazamo tu. Wema app only on Play Store. Naipenda Yanga shabiki wa damu. Madee aliandika kwenye Instagram yake, mengi nimepitia, nikiwahadithia wengine mtalia mtalia sana, ina mengi dunia. Usipoangalia dunia itakukatisha tama. Well, kabla sija sign out, naomba uangalie hii hapa ambayo pia imetrend sana leo, yeah. Huh? Yaani, yeah. Sasa mbona Diamond hajawahi kuzungumzia kwamba ana mtoto mkubwa kama wewe? na nadhani nikisimulia Uncle Gaspar, nadhani utaniamini na Watanzania wote kwa ujumla yeah, utaniamini kwa hili eh, yeah. Okay, ndo kaniambia babako ameenda Dar es Salaam kutafuta maisha, na kama unakumbuka kuna nyimbo fulani alimba nitarejea. mm -hmm. Mama alikuwa amenisimulia kwamba ile nyimbo alikuwa amemwimbia yeye yeah. Yeah, okay. yeah. kwani mamako yuko wapi sasa hivi? Mama Aisha tangulia mbele zake mwaka jana. Pole sana. asante sana okay. Kwa story mob na kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter na Periscope ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Pia unaweza kuinstall application ya application ya Millard Ayo kwenye android na iOS. Usisahau pia kupita millardayo.com. Mimi naitwa Asteria Mvungi, asante.